Mfumo wa maisha ya ndoa unaumbwa na watu wawili, yaani mke na mme, lakini hawa watu wanakuwa wanatoka kwenye familia zao pia. Sasa kwenye familia zao, kuna kuna ndugu pia, kuna watu ambao wamezaliwa pamoja, lakini pia kuna wazazi, kuna wajomba, kuna babu na bibi. Kwa hiyo hawa watu nyuma wanakuwa wana mnyororo mrefu sana, ambao unakuwa unatengeneza uh, ndugu inakuwa inaunganika na kujumuisha jamii kubwa na kutengeneza umoja ambao ulikuwa hautarajiwi. Lakini katika hao ndugu wote kuna watu wanaitwa mawifi. Sasa mawifi ni watu wa muhimu sana kwenye maisha ya ndoa. Mawifi ni watu fulani hivi ambao ni, ni, ni, ni watani pia wa, wa, wa mke wa kaka yao e, mke wa kaka yao anapokuwa amefika nyumbani basi wale ndio wanaweza wakawa wanamchangamsha eh, wanampigisha story na nini eh, wana wana uwezo wa ku, kufanya vitu vingi sana kwa ajili ya wifi yao. Lakini pia baadhi ya jamii mawifi eh, wanapo, eh wifi yao anapokuwa amewasili kwenye familia yao, basi kwa siku kadhaa kwa siku kadhaa wifi anakuwa ajishughulisha na jambo lolote lile eh, mawifi wanakuwa wanamhudumia He, wanapika wanafanyaje, wanafanya yani kila kitu ambacho alitakiwa akifanye wifi, basi wao wanakifanya kwa muda fulani. Kwa hiyo, kwa yeye kazi yake ya kubwa inakuwa ni kutulia tu na kaka yao wakipiga story na nini. Lakini sasa hivi mfumo e, umeendelea tunaita honeymoon. Kwa hiyo, wanakuwa wametulia kwamba ni muda wa kupumzika, muda wa kulax, muda wa kudiscuss wapi wametoka na wanaanzaje maisha baada ya kurejea kwenye mfumo wao wa kuanza maisha rasmi. Sasa pamoja na uzuri wa mawifi, pamoja na kwamba mawifi wana support kubwa kwenye maisha ya ndoa, lakini zipo changamoto kadhaa ambazo zinaweza zikatokea kwa mawifi eh? Mawifi ana uwezo wa kukuzodoa pia, moja kwa moja e, una uwezo wa kukuzodoa na kukushushua, aidha kwa utani au sidiazili kabisa. Lakini hii eh, sio kitu cha kukufanya wewe utahadarike, yani ukapoteza mwelekeo no Eh? Ni, ni wakati wako wewe mwenyewe kutulia na kuonyesha ustahimilivu kwa, ni moja ya vitu vidogo vidogo, sababu ni utani ambao lazima uwepo ili maisha mengine yanatakiwa kuendelea pia. Lakini pamoja na hayo, wengine wanakuja wanajikuta kwenye dimbwi kubwa zaidi la kugombana na mawifi zao, yeah, wanaingia kwenye ugomvi, aidha wanaweza wakaingia kwenye ugomvi kwa sababu ya vitu kadhaa ambavyo aidha vinaweza vikawa vimetokea kwenye maisha yao lakini sasa kugombana na mawifi kunategemeana na mambo mengi sana ambayo yanayotokea. Sasa leo nimekuletea aa, jinsi ya kuishi na mawifi. Leo nimekuandalia somo zuri ambalo linakuambia jinsi ya kuishi na mawifi, hata kama wawe wanafujo, wewe wawe wapore wako vipi, lakini nimekuletea jinsi ya namna gani uweze kuishi na mawifi zako na ukaweza kuenjoy maisha na ukao na amani kwenye ndoa yako. Sasa mbinu uh, ya kwanza kuweza kuishi na mawifi uh, ili uweze kuishi nao vizuri uh, ukaenjoy na ukafanya mambo yako yakaenda vizuri na kila kitu kikaenda vizuri uh, jambo na mara moja ambalo unatakiwa wewe uweze kuliishi uh, usiwe na maneno mengi. Eh, usiwe na maneno mengi, yani usiwe muongeaji ongeaji, eh, unachukua ili unaweka huku unaweka huku, yani mpaka mawifi zako anasema sasa kaka katuletea kinanda katuletea kibodi ndani katuletea sabufa. Sasa maanake nini? Unakuwa muongeaji ongeaji, eh, unazungumza zungumza, umetoa hili umepeleka huku, umetoa huku, hicho kitu kinaweza kikafanya lazima tu ukorofishane na mawifi zako. Kwa unapokuwa kwenye maisha yako na mawifi jitahidi kuwa mtulivu eh? Jitahidi kuwa msikilizaji pia, usio na maneno mengi, kwa sababu yale maneno mengi, hata kusingiziwa jambo ni rahisi. Hata wakikuchongea kitu tu, hata kama kitu cha uongo, wanasema yule yule, huenda kweli kasema. Ni kwa sababu gani? Maneno mengi mengi. Kwa hiyo Eh, unapotaka kuishi vizuri na mawifi punguza maneno maneno, eh, maneno yasiyo na muhimu achana nayo, zungumza vitu ambavyo ni very important, sio tu from nowhere unaokota unaokotaokota maneno ili unalipeleka huku unalipeleka huku, awezi kuishi na mawifi zako. Otherwise wataanza kumwona kama kakaako kaolewa kaka ao kaolewa hivi eh, manake wa, wanaona kama sasa, kaka imekuaje? Ataswagwa, atapelekeshwa, atafanyaje? Kwa hiyo a, mbinu namba moja, usiwe na maneno mengi. Lakini mbinu namba mbili, uweze kuishi vizuri na mawifi zako eh, muache kaka yao aone wanachofanya. Eh, usiwe mzungumzaji wa mambo ambayo mawifi zako wanafanya. Eh, yani wewe ndio unamwambia mwambia kaka yao oh, dada zako si wamefanyaje? Dada zako no, acha kaka yao aone. Sasa kaka yao anapoona, ataweza akakuuliza, lakini anapokuuliza, wewe kama mkewe, jifanye hujui juu ya habari ya dada zake, ila ataka kusikia kutoka kwake, labda utaki kujua lakini unapokuwa wewe mzungumzaji, eh, eh, unataka makosa ya wifi zako ndio mwelekeze eh, kaka yao kila kitu mwambio anapokosea. No, acha kaka yao aone makosa yao. Kwa hiyo kaka yao anapoona makosa yao, inakuwa rahisi zaidi wewe kuweza kuishi na mawifi zako vizuri kabisa. Lakini jambo lingine eh, usiweke ushindani, usipende kushindana shindana na mawifi zako, ili uweze kuishi vizuri na mawifi, usishindane nao eh? Unakuta kuna mwingine anataka kuweka ligi, ndo mtatambua kwamba mimi kakaenu hapa afuidafu, ndo mtajua mimi nimekuja kufanyaji hapa ah -ah. haikusaidii kitu hayo maneno, kwanza anakupunguzia hadhi, anakupunguzia heshima. Kuna haja gani ya kutapana na wifi zako? Kuna eh, haja gani ya kuanza kuweka ushindani na wifi zako? Kwa hiyo epuka kushindana na wifi zako, epuka mashindano na wifi zako, kwa sababu unapoingia kwenye ushindani na wifi zako utaonekana wewe ndio umeleta nuksi kwenye familia ya watu. Kwa hiyo ni vizuri sana kuepusha ushindani wa maneno yasiyo na mantiki, kuepusha ushindani usio na mantiki na mawifi zako itakufanya wewe uweze kuishi vizuri. Usiposhindana nao, utakuwa ndugu yao, utakuwa rafiki yao, kila kitu watakuona wewe kama ni best, watakuwa na baraka, watakuwa na neema kwenye familia yao. Kwa sababu gani? Hujataka kushindana nao kwa jambo lolote. Lakini jambo lingine, wape nafasi eh, wape nafasi. Jambo lingine, wape nafasi kama wifi zako, lakini unapowapa nafasi eh, wape nafasi kama pia ah, dada zake na, na, na, na, na mumeo Yani kama dada zake na kaka yao. Kwa hiyo wanapokuwa uh, wana nafasi kwako kama wifi yao ukawaheshimu, ukawathamini, ukawajali eh? yani ukawapa nafasi yao kama mawifi zako, inakuongezea hadhi sana, itakufanya uweze kuishi vizuri. Na unapowapa nafasi nzuri kama dada zake na mmeo, basi hata siku eh, mumeo analeta fujo, wanasimama kidedea kutetea. Kwa sababu gani? wanakujua vile ambavyo wewe hunaaga mambo mengi wanakujua vile ambavyo wewe huna mambo ambayo hayana mantiki eh, unaongea vitu ambavyo vinaeleweka, unawasikiliza, unawaheshimu eh, umewapa nafasi kwa kaka yao, wala haujaleta utofauti kipindi ulikuwa haupo, huenda eh, tena ulipokuja umeweza kuongeza ushirikiano nao kwa kwa undani zaidi. Kwa hiyo ni vizuri uweze kuwapa nafasi kwa kaka yao wawe dada, lakini pia kwako waweze kuwa mawifi ili waweze kufurahi maisha pamoja na familia ya kiujumla lakini, <clears throat> pia jambo lingine ambalo litakusaidia wewe uweze kuishi vizuri na mawifi hmm? Msikilize mumeo kuliko hao. Jambo e, la msingi wewe umeletwa na kaka yao. Kwa hiyo hakuna haja ya kuanza kushindana shindana na mawifi zako, hakuna haja ya kuanza kubishana, kuingia kwenye ligi ambazo e, unawasikiliza hao wamesema hichi, hata kama ni utani unakibebelea, unakiona kama ni kitu ambacho ni no. Msikilize mumeo, ndo amekuleta katika huo mji. Kwa unapomsikiliza mumeo, itakusaidia sana wewe uweze kuishi vizuri na mawifi, kwa sababu wao wataongea wanayoongea, lakini mwisho wa siku yuko mwanaume yupo kidume ambaye amejitoa kimasomaso kukutoa kwenu na kukuleta pale. Kwa hiyo tulizana, msikilize dereva wako, msikilize dereva wa ndoa, msikilize nahodha wako ambaye amekutoa kwenu, amekuleta pale. Habari za mambo mengine achana nazo. Hawa awa hawajakuleta mawifi. Kwa hiyo tulizana, msikilize mmeo, naamini kabisa ukiaisha hayo mambo, itakusaidia wewe uweze kuishi vizuri na mawifi. Itakusaidia sana wewe uweze kuenjoy na mawifi. Ni vizuri kuyaishi mambo hayo. Sababu unapoyaishi hayo unajiongezea thamani mwenyewe, na unapojiongezea thamani inakufanya uweze kuishi vizuri kabisa na wifu zako. Hii ni The Gold Voice na mimi ni MC Kakatiba official.